Wakati Mheshimiwa Rais anaingia madarakani, e, tukifananisha toka mwaka wa fedha huu umeanza ambao ni Julai 2024 mpaka Februari 2025 miezi nane, tukifananisha na miezi nane kabla hajaingia madarakani, Julai 2020 mpaka Februari 2021 Kabla hajaingia madarakani, mamlaka ya mapato iliweza kukusanya jumla ya shilingi trilioni 11 na bilioni 920. Lakini leo tunapozungumza miezi nane hiyo hiyo e, tumeweza kukusanya jumla ya shilingi trilioni 21 na bilioni 200. Hili ni ongezeko la asilimia 78 ya makusanyo ya kodi katika kipindi chake, na hata tukimaliza mwaka ita reflect hivyo hivyo. Haya ni mafanikio makubwa chini ya usimamizi wake mheshimiwa rais, kwamba katika kipindi cha miaka minne ameweza kusimamia uh, nchi yetu lakini na taasisi yetu kuweza kuongeza makusanyo ya kodi kwa asilimia 78 lakini kwa usimamizi wake TRA kwa miezi hii nane tumeweza kukusanya kiasi hicho cha siri, cha trilioni 21 na bilioni mia mbili ambazo ukifananisha tu na mwaka jana ni ukuaji wa asilimia 17. Lakini kubwa zaidi eh, lazima nichukue nafasi hii kuwashukuru sana walipa kodi kwa ushirikiano wao mzuri na management ya TRA meweza kukusanya na kufikia malengo kwa miezi yote nane mfululizo. Hii ni, ni historia ambayo imeandikwa chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais ambayo ilikuwa haijawahi kutokea toka taasisi yetu imeanzishwa mwaka 1996 hii ni fanikio la kwanza. La pili, alituagiza tujenge mahusiano na walipa kodi. Leo ninayo furaha kuwaambia kwamba eh, katika kipindi hiki cha miaka minne tumeimarisha sana mahusiano yetu na viongozi wa wafanyabiashara, lakini na wafanyabiashara wenyewe na wananchi. Tumeweza kukutana na walipa kodi kwa makundi yao kwa nchi nzima. Uh, sisi tuna mikoa ya kikodi 33. Mikoa yote tumewafikia viongozi wa wafanyabiashara, lakini tumekutana na wafanyabiashara wenyewe, lakini pia tumekutana na viongozi wa dini, tumekutana na viongozi wa kijamii wakiwemo hata wasanii na wafanya na, na, na hata viongozi wa dini yote hii ni katika kujenga mahusiano kama alivyotuagiza Mheshimiwa Rais, lakini kipekee tumetenga siku ya Alhamis kila wiki, nchi nzima, kuanzia kwenye wilaya kwenye mikoa na hata kwenye head office, makamishna wa kodi waliopo, mameneja wa kodi wa mkoa na wilaya, wanakutana na walipa kodi, wanakutana na wananchi. Hii yote ni kuwasikiliza lakini, kubwa zaidi, kutatua changamoto walizonazo, na ninayo furaha kusema wamekuwa wakija wengi kuonana na viongozi wetu na matatizo mengi yametatuliwa. Haya ni mafanikio makubwa ambayo uh, tumeyapata na hivi juzi tu bahati mbaya uh, ilikuwa twende tukazindue rasmi ushirikiano wa TFF na TRA lakini, sijui nani alifanya isitokee. Ilikuwa tuzindue pale eh, lakini inshaallah, tutaenda mbele, tutazindua <laughs>